Sharti la saba ni ijnabu najasati fi badanihi wa thawbi wa buqati ay makana salatihi ma al qudra, ijnabu najasa, kujiepusha na najisi, fi badani, kwenye mwili wako, sio na najisi wahaurihi na nguo yako usiona najisi. Ubukaati inasema kusalia, kusalie najisi. Ai makana salati buka, kusalia jisehemu, kusali maalkudra, pamoja na uwezo wa eh, kuna, kuna wakati wa mazingira yanakuwa hayana budi, ametokea dharura hivi. Kwa mfano unaumme umelaza hospitali Umeelewa, kuna sehemu kuna najisi na uwezo kuepuka ile na hakuna mtu akusaidia taswali katika hali mm, tupo kwa hiyo almuhimu, Islamu najasa kujiepusha najisi fi badani, kwenye mwili wako usio najisi wa thawbi, na nguo yako wa bukati, na sema sehemu ya kusalia li kaulihi Taala kwa pao... tuna ngapi la nane, kauli Taala wao na nguo zako zitoharishe. Wali kauli ya Mtume, tanazzahu anil bawl, jitengeni jiepusheni na mkojo, fa inna ama ta'adhabi al qabri min, kwa sababu wingi wa adhabu ya kaburi ni kwa mkojo. Kwani wingi wa adhabu ya kaburi unasababishwa na mikojo. Yani mtu ni makini sana anapojua acheche na mkojo maini wakati, wakati anakojua. Kauli ya sallama li liasma, na kauli ya mtume alimwambia Asma, fi dami lhaid, kwenye damu ya hedhi ameingia kwenye nguo, ujihati na toa maelezo ya ujihati. Ikitokea damu imeingia kwenye nguo damu ya hedhi, anamweleza Asma akamwambiaje, tahutuhu, kama nguo imekauka kwangu utaikwangua nguo thumma takhurusu bilmaa, kisha utaiba utautaisafisha na maji. thumma takhrusu bilmaa, kisha utaisugua na maji. thumma tangau, kisha utaisuuzia uta maji utaimwagia maji. thumma tusalle vii, kisha utaswali mai tuko. Yani ni utaratibu wa kutwalisha najisi yote, sio nguo mengi a kinyesi ifua navigaa najisi ambayo iko kwenye nguo kavu itoe kwanza, si ndio? Ndio, akamwambia itakutu kwa nguo kwa kwanza, thumma tahrusu bilma, kisha ndio utaosha kwa nini? kwa maji. Thumma tanau, kisha maji tamwagia majiuzia kutoa ile najisi. Ni kauli ili s likauli liashabi wakad bala larabi likaulihisasalama, na pia kwa kauli yake Mtume a salama liashabi asha, li ka masaaba wake wa karibala arabi fi almasjid naakika alikuwa na hakika alikuwa amekojoa bedui katika msikiti. Kuna mtu alikuja mwarabu wa mashambani akaja akakojoa ndani ya msikiti, mtume akasemaje? ariqu ala baulihi sajra mimma, mwagieni kwenye mkojo wake ndio ya maji sajra mimma, ndio ya maji kwa hiyo kuonesha sikiliza, hadithi ya tuonesha tahara katika nguo, tahara kwenye kiwiliwili, tahara sehemu. Angalia, akaanza tahara ya kiwiliwili, yekushei na mkoje tu baba, tahara katika nguo, utaratibu wa kutoharisha najisi isiyo na najisi, tahara ya sehemu, akaambisha maji ya mwagiwe kwenye nini, kwenye, kwenye msikiti. Kwa hiyo vipi, vipi vitatu, vipi ataka tahara mwenyewe usio na najisi, mwili wako nguo zako usio na najisi, na sehemu ya kuswalia sio na najisi. Sharti la saba la nane, istiqbalul qibla ma'al qudra, kuelekea kibla pamoja na uweza kufanya hivyo, liqauli ta'ala, wa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka shatra almasjidil haram

Thumma stakhbil al-qibla, kisharikia kibla. Shati la nane, hi turudi tena la kwanza, ili akae. La kwanza Uislamu, la pili akili, la tatu al albuluu, la nne tahara. Lakini tahara hapa nakufudia nini? Hadathi ndogo na hadathi kubwa, hadakikubwa usio na janaba, wala wala una udhu, au mwanamke wasio na hedhi la nifasi. Hiyo shati la la tano Dukhulul waqti kuingia wakati uswali, kabla ya kabla wakati au baada ya wakati. La sita, sitrul awra kustiri uchi. uchi wa mwanamke n mwili wote sikuwa macho na uso na viganja haya, mwanaume ikiwa kuna budi ni kati ya magoti na nini na kitovu, lakini atakiwa kwa hali mabega yake nini isiyo wazi kwa isiyowat laa kustiri uchi ya, ile la sita la saba, ijinabi najasa ujechanais na tunasema najisi, na najisi, na najisi. sehemu ngapi? sehemu tatu mwili wako usio na najisi. Nguo usio na najisi. Eh, lakini a mfano swali nguo tofauti na, najisi, na, najisi. Na, najisi. Na kiakaae

na sehemu zote uu auri nn huku aurin huku utajitahidi, uh, hivi kutumia fikra yako na kuangalia kuswali utaswali kujigundua baada ya baada ya juhudi undua tofauti salas. Sharti la tisa la mwisho, ania nia wala taskutu bihal nia ya ile ni yanua hali yoyote ile ni hadithi Umar, Umar inama lamalu binniyati, matendo zingatiwa nia aasizinginevo matendo uzingatiwa nia. wa mahalluha alqalbu, na mahali pa nia ni moyoni. Wewe huyo najuminasaria zuri sai, mahali pake ni wapi moyoni. wa hakikatuha alazmu wa alshay, hakika ya nia ni kuazimia jambo. Nafanya nini sahizi hapa? wala yushrau talafudhu biha, nasio sunna kutamkania, wala hasio sheria kutamkania, nasio sunna kutamkania Lan nabii sallallahu alayhi wasallam lam yatalaffadh biha, haja ya kutamka nia, nawaitu kuswali dhuhr arbaa rakaat. Mtu akitamka nia walam yard an ahda min ashabih faala dhalik, wala apatikana kwa yote katika masaba wake walikuwa wanatamka nia. Nia mahalluha al-qalb, mahali pake ni wapi? Moyoni. Sharti ukiona nia sharti sala hisi, yani kivipi? Maana yake yani ukaswali ujuzu sura gani sije kwa sababu nia ania, ina maana mbili au tatu. Kuna tamyiz baina al ibada wal ibada tamyiz baina wa tamyiz baina nawafil wal fardhi, kutofautisha ibada, -ibada ambavu, wa wa, moja na nyingine. Mfano mtu kachelewa kapitwa Ka na usingizi kaamka saa 11 inabidi asali huraazoteaka lakini bila anaamoniak

akaona kuna fadhila za kabia alfajiri, muda huo akaswali. Baadaye jinsi zile mbili zile, ndio alfajiri. Ah, tunasema katika masharti ya swala ni nini, ania uko na nia hiyo, kazi ana masharti mangapi? Masharti tisa ya swala, alislam alaqlu, albulugh, atahara, al Dukhulu lwakti ehe, satrul awra, ijnabu anajasa, ehe, istikbaru alqibla, anniya. Tisa, mashati tisa. Halo, masharti tisa ya swala. Masharti ni yale ambayo yakipatikana, da yanapatikana kwa hiyo taishi yako